Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wasalatu wasalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baada tupo katika viwanja vya Madina na hapa ni airport, kwa mara nyingine tukiwa tunawasindikiza mahujaji ambao wamekamilisha ibada yao mwaka huu. Ni safari yenye furaha, safari inayobeba watu maini kwa watu mbalimbali, ambapo kila mtu anataka kuelezea e, yale aliyoshuhudilia ili iwe E, kama sehemu ya somo kwa wengine wanaoamini kuwa haji ina sura tofauti. Mama yangu, tunaweza tu kujua jina lako? Mimi naitwa Amina Abdallah Ahmed. Hajjat Amina, ulikuwa bi Amina, sasa hivi ah, ni Hajjat Amina. Hajjat Amina, Amina. Amina yeah. Uh, unatokea wapi kule Tanzania? Mimi natokea naishi Singida. Mashaallah, lakini aliyefanya haya yote ni mwanangu anayekaa hapa Dar es Salaam. Mashaallah, mwanao anakaa Dar es Salaam. Bi Fatma amehiji, yeye yeah. Yeah, lakini Mashallah. Cha kwanza akaona mimi mama. Mashaallah. Ongera sana. Mm. Hili kwako limekuwa na sura gani la kwamba eh, mwanao anakufikiria kutekeleza ibada muhimu katika maisha yako ya ni, kiimani? Furahi, furahi sana. Ndio, ndio. sana. Ndio ndio. kunitukuza ndio. na kunijua kuwa mimi ni mama yake. Mashaallah. Anastahili kufanya kitu kama hicho. Mashaallah. kama hicho. Mashallah, furahia sana sana na ninamwombea Mwenyezi Mungu na yeye inshallah amfanyie wepesi ana watoto atakuwa na njia nyingine unajua, na yeye amlete pia. Amin. mambo Amin. ya ibada. tunakupongeza sana e. Ilikuwa ngumu kiasi gani kutekeleza ibada hii? Kwa dhahiri ibada haikuwa ngumu sana, ndio ugumu wake mimi tatizo mguu, ndio. Mguu, mguu ni eh? Mguu mimi nianzia Ramadhani, Ramadhani hiiii mguu mimi nipa tabu, ndio. Lakini kila kazi unavuma na mimi naendelea na process zangu, lakini nawaambia kabisa mguu, wewe mguu uma lakini mimi nitafika i Yes salam Mwenyezi Mungu Naam. Naam. Naam. Na kwa kweli inshallah utapona. Ulimwambia Mwenyezi Mungu kama mguu huu unanisumbua, unataka kunifanya vivu, unataka kuniletea vivu, ulimwambia basi inshallah Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahim Amin. Lakini pia amesema eh, ud'uni astajibu lakum, kwa hiyo natumai atakujibu katika hilo. Haya, unadhani tayari mwanao ashawajibika kukuleta yeah. E, hapa kufanya ibada yeah. Wewe sasa una nafasi kubwa ya kumshawishi yeye naye yeah. aje kutekeleza ibada hii yeah. yeah. yeah. Hilo utalifanya kwa ukubwa kiasi gani? Utalifanya kwa ukubwa kwa maneno Diyah. mazuri kwa Diyah. mfano mwingi Diyah. na kuwapa hamasa wadogo zake wa kiume na hao insha wa kiume. Naomba Mwenyezi Mungu awajalie wanilete tena, kama nitakuwa nitakuwa hai hai kama nirejee tena na na ugu inshallah inshallah inshallah inshallah, wao Mwenyezi Mungu nitakuwa ya nitakuwa hai inshallah, naombea na wao inshallah, Mwenyezi Mungu awafungulie inshallah, ya Rabb, mama yangu hajjan yes. mabrurun yes. wa maghfurun dhanbun maghfurun sa'yan mashkurun Aa, rais wetu Dio. Samia Suluhu. Ana yes, anakusimamia kwa mambo mengi. Hivi karibuni alikuwa Singida Amin. sikuweza kwenda kumwona kwa ajili ya mguu ni, nilikuwa na hamu okay. sana kwenda kumwona na kumsikiliza. Lakini kinafsi niko pamoja na yeye. Nampenda, namjali. Ulimwombea? Nimemwombea nchi. Naombea sana na iombea nchi. Kwa amani iliyokuwa naye. Na furaha. Na utekelezaji uliokuwa wa dhambu maghfuru wasayu mashkuru. Huyo Hajat, kweli kumbe nyinyi ndugu ndio tu, maana mnafanana eh, e. Mashallah, mashallah eh, Allah eh, watakabali kwa kweli. Mmetekeleza ibada kishujaa, wakweli mmetekeleza ibada amin, za ndoto zenu mmekuwa mkiota kwa muda mrefu, lakini hatimaye mmetekeleza hii ibada. Allah awarejeshe tena na tena inshallah, katika mji huu ambao sio jambo la mustahili au jambo lisiowezekana, kurudi tena na tena, inshallah mtarudi, yeah. na mtarudi na familia zenu yeah. zitakuja hapa yeah. hajjun mabrur wa dhanbun maghfurun wa saiun mashkurun wa kullu amanu yeah. antum bikhairi, ashim Al Azhar TV Amen. madina Amen.